Tusimame kwa ajili ya kuanza kusali sala ya uzani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. na sadiki kwa Mungu mmoja.